Shalom, shalom mtu wa Mungu, ninakusalimia kwa jina la Yesu Kristo. Ni mimi rafiki yako katika Kristo Yesu, Pastor Paul Msa, mtu wa habari njema. Kuna wakati pengine tumekutana kwenye mitandao ya kijamii, umeniona unanifahamu, umeshasikia habari zangu ama mafundisho yangu, okay, ninakukaribisha. Lakini kwa wewe ambaye hujawahi kabisa kusikia ndoma lako kwa ya kwanza, ninakusalimu kwa jina la Yesu, na mimi ni rafiki yako katika Kristo Yesu. Leo nimekuja na habari njema ni kwamba Hili unavyoona ni jengo la nyumba yetu ya kuabudia, ni mahali ambapo tunafanya ibada zetu. Tangu tuanze huduma sasa, tunakaribia mwaka mmoja. Tunamshukuru Mungu wa mbinguni, tumekuwa na matokeo makubwa sana, na sisi tumeona kwamba sasa tujenge nyumba nzuri ya kuabudia, tujenge hekalu nzuri ambalo litakuwa na utukufu mbele za Mungu. Unavyoona sasa hizi ni tofali ambazo tayari sisi kama kanisa tumefanya jitihada kwa nguvu zetu, ziko nyingi sana, ziko nyingi sana tofali ambazo tumefyatua. Tumefanya jitihada kama kanisa, tumefyatua hizi tofali tuna ni takribani tofali elfu kumi ambazo jengo linahitaji na, na maana hiyo tayari zimeshakauka. Sasa ziko tayari kwa ajili ya kuichoma, ni tofali kwa ajili ya kuchoma, ziko tayari kwa ajili ya kuchomwa. Lakini sasa tumepungukiwa, mtu wa Mungu, tumepungukiwa na nini? Tumepungukiwa na mali gafi ya kuzichomea hizi tofali, lakini tumepungukiwa na gharama kwa ajili ya fundi wa kuzichoma hizi tofali. Mali gafi yanayohitajika kuzichoma tofali zote elfu kumi ni mali safi yanayogharimu kiasi cha Tanzania shilingi laki mbili lakini fundi anagharimu Uh, kiasi cha Tanzania shilingi laki moja na nusu, jumla laki tatu na elfu hamsini. Hiyo ndiyo tumepungukiwa sisi kama kanisa, na mimi mtumishi wa Mungu, mchungaji, nimekuja kwako, rafiki yangu unayenisikiliza, unayenitazama popote pale ulipo, uwe una dini yako, uwe una dhehebu lako, ninakuomba, ninakusihi kwa huruma zake Mungu, naomba utusaidie, utushike mkono, hata kama ni elfu moja elfu mbili elfu tatu elfu tano elfu kumi elfu hamsini laki moja laki ngapi, kwa namna ambavyo Mungu atakusaidia. Tunakuomba utusaidie sana. Neno la Mungu linazungumza kwenye kitabu kile cha Hagai sura ya kwanza, ukianza kusoma pale, anaeleza kwa kinywa cha nabii Hagai, anazungumza ya kwamba si wakati wa kukaa kwenye nyumba zenye mapambo, nyumba njema nyem, nyumba nzuri, wakati nyumba ya Bwana iko kwenye hali ya kuharibika. Basi nendeni mlimani mkakate miti muweze kuijenga nyumba ya Bwana. Naomba tushirikiane tuijenge nyumba ya Bwana kama unavyoiona iko kwenye hali ya kuharibika. Kwa kweli, naomba na kuomba na kusihi sana, mtu wa Mungu, tushirikiane pamoja, utusapoti tu. Kama wewe ni mwana wa Mungu uliyeokoka, naomba utusaidie kwa chochote ambacho Mungu atakugusa, na tunatazamia mpaka kufikia tarehe kumi na tano boma liwe limeshaanza kusimama, manake tofali zitakuwa ziko tayari boma lianze kusimama, tunakuomba namba yangu ya simu ya mawasiliano, au unaweza ukatuma fedha yako sadaka yako kwa ajili ya kutusaidia 0769931130. Pastor Po Msa, mtu wa Habari Njema, ninakusalimia na ninakukaribisha sana. Karibu tuijenge nyumba ya Bwana. Amen.